Riwaya ikiwa munkar yatumika riwaya hiyo, basi lingi ilikuwa ni jambo dogo, lakini unajenga swali, alafu unalazimisha swali liwe kwamba nani kasema. Mtu akisimulia yule mtu huitwa mwongo kwenye kitabu chake? Hilo sio swali la msingi, wala sio swali ambalo linahusika na mada hiyo. Kwa hivyo, nimesoma maelezo ya Alimamu Muslim rahimahullah, anasema wanavyoni wamelazimisha, wewe unipinge mimi, hawakulazimisha wanavyooni wamelazimisha, na wakila wakiulizwa wanajibu hivyo ya kwamba ni lazima kuhakikisha kuwapekua aibu zao wale watu. Hichi walichokileta hawa watu hawa hichi kitu sawa, mkizima wanyama kweli wamesema? Mimi nasema wanyama hawakusema. Kwa kinywa kipana, kwa kifua kipana, ndugu yangu, wajibu wake kunithibitishia Aha. wamesema kwa nini wamesema, kwa ushahidi huu, riwaya hii ni sahihi au ni munkar? Lakini munkar yatumika hivo ndio wajibu wake ndugu yangu. Mimi nasema hakuna pahala panapothibitisha kwenye sheria ya Kiislamu kwamba alipozaliwa, ilipoingia ule ujauzito wa Mtume SAW salam, wanyama walisema. Mimi nasema hivyo, huu ni uwanja wako, nithibitishie kwamba wanyama wamesema. Alhamdulillah. As salatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma baad. Eh, nimesikia mazungumzo yako, wala mimi sitataja mambo yaliotokea nyuma wala nini, lakini hapa tumekuja kuthibitishiana kielimu na sehemu yoyote niliokushika kielimu, usiwe na mawazo kuwa mimi nitarudi nyuma. Mimi sirudi nyuma, hata hawa hapa mashehe zangu wakanaambia, basi hiyo fanya nini, achana nao, isamehe, mimi sirudi kwa sababu nimekuja kuthibitisha kielimu na nitakukumbusha, na hivi vitu varikodi. Watazamaji nawaomba, inshallah, muregee nyuma hivi vitu pia, kama naona najua kamera za ntizama zote. Hii mada ilivyokuja imekuja kwa utaratibu huu, na huu taratibu naoleta ndo ambao kwamba kwa amba wewe ulikuja nao, mimi na wewe tukijibizana, japokuwa mzee wangu huwa ameruka kanini akageuza, lakini ma, vitu vimerikodiwa wewe umetoa wanatakat bihamdihi kullu dabbatin liquraishin bifisahil alsuni larabiya ukanregeshea mike, ama sivyo? Jamani, eh, ziko hapo, zimerekodiwa ulivyoregeshewa. Mimi kwa kwambia sheria za mjadala tumesema, ukisema kitu twataka uthibitisho kwa dalili kutoka kwa wanazuoni. Sasa wewe kama wasema wanyama hawakutemka ni uongo, basi thibitisha ho uongo kupitia wanazuoni. Ukacheka, ukaregeshwa mike, ukaingia kwenye mtego full full, ukanini majallatu manar sijui majallatu manar ile. Oh, mwenye huyu amesema kuhusu wanyama kuzungumza. Hawa wenye vitabu vasira wameitoa kwa nani? Alhafidh abi Nuaim, tuko pamoja dalailun nubuwa kisha ukasema na huyu um, mwenyewe yasema kuwa na hii hadithi ni munkar, ulivoniregeshea, nikakushika vizuri, nikakwambia kweli hadithi ni munkar, na mimi naitoa hii hapa nikasema, Dalailu Nubuwa, nikaelekeza safha ya kitabu, nikasoma hii ibara anna kulla dabbatin kanat li quraishin nataqat tilka lailata Tumefahamiana, sio? Nikasema hadithi iko na nimekubaliana na wewe hivyo ulivyosema kuwa ni nini, ni munkar. Nikakurudishia swali, je, kiitifaki ya wanazuoni wa mustalahi lhadithi, mtu anapoleta hadithi ambayo kwamba ni munkar katika aksamu dhaifi hiyo eh, isiwe ni maudhui, je mtu ule alioleta hadithi ile kwenye kitabu huitwa muongo au pia kwa mafumu yako kile kitabu kile Barzanji huitwa ni uongo? Maana yake si ukimbia hiyo Barzanji, kile kitabu huitwa ni uongo. Hujanijibu hilo swali, na mimi takuregeshea. Mimi niko hapo hapo paka unipatie itifaki ya wanazuoni wa mustalah alhadithi kuwa hadithi wahadithi munkar ikipokewa katika kitabu, je yule alioipokea pale alioyeka, ni mwongo au kile kitabu alitunga pale huitwa ni mwongo? Swali langu ni hapo hapo na mimi nilijua hilo <coughs> litaleta fujo wallahi ladhim. Hapa tuko sote Waislamu, shekhe langu aliniambia leo itafika hiyo point, hawataendelea hawa jamaa. Lakini kwa hivyo twende, mimi na wewe, swali langu ni hilo. Mimi siruki mpaka ujibu hilo, tutalemea hapo. Ukijibu tuenda nukta nyingine, ukijibu tuenda nukta nyingine. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim, narudia tena kusema hivi hmm, wana wa vyuoni hawa mhukumu mtu huyu aliyelisimulia hili, wana wa vyuoni wana kihukumu kitu. Jaafarul Barzanji si katika wapokezi wa hadithi. Jaafarul Barzanji ni msimuliaji. Wapokezi waliopokewa wana hukumu zao walizohukumiwa, na huyu aliyeandika ana hukumu yake anayehukumiwa. Wana wa vyuoni wanahukumu hiki kitu, mwanachuoni huyu kakileta hiki hiki kitu, ni batili. Angelikuwa Jaafarul Barzanji ni katika wapokezi wa hadithi, tungelimtaja Jaafarul Barzanji. Kwa mujibu wa Mizanul I'tidal ni muongo, Jaafarul Barzanji. Kwa mujibu wa Mizanul I'tidal niw ni wa... anaweka hadithi anafaka, ingelikuwa ni mpokezi katika wapokezi wa hadithi kwa hivyo wana wavyuoni wetu sisi hawazungumzi msimuliaji anaposimulia kumpa hukumu yeye kwa mujibu wa jambo lile, wana wavyuoni wanalihukumu jambo, na sisi hapa tumekuja kuhukumu jambo. Kama ulivyojua wewe kwamba hiki kitu kitaleta shida, mimi nilikifanya kivitendo kumrekebisha mwenyekiti, kumwambia rekebisha kwanza mambo, nikifanya kivitendo kabisa, kwa sababu nishaona mbali hiki kitu kitaleta shida kwa sababu ufahamu uliokuja nao sio, haupo. Kama upo kama upo, ulete na wewe tuuone. Mwanachuoni wanasema wote wa mustalahul hadithi ya kwamba mtu msimuliaji akiandika kwenye kitabu chake hichi kitu kikawa cha uongo, basi huito hivi huwa hivi. Hukumu ya mtu, sisi hapa hatuzungumzi hukumu ya mtu, twazungumza hukumu ya kitu. Ni vitu viwili tofauti. Mimi nilifanya na vyombo vilirekodi kumrekebisha mwenyekiti. Mamaliza tamam, tukiregea sababu iliotuleta hapa, sababu iliotuleta hapa. Na alhamdulillah kuwa hizi clip ziko mimi. Ingelikuwa wewe wazungumza, sijui mimi, hata singelikuja hapa mimi. Kilichonileta hapa ni kumtetea al-Imam Jafarul Barzanji maneno aliyoandika katika kitabu chake. maneno aliyoandika katika kitabu chake kutetea kuwa hayaitwi ni uongo.